Mimi ndo narudi, naona nyinyi ndo mnatoka. Una bahati sana, kazi yako wewe ni nzuri. Ni kweli bwana, sisi tunatoka, anaingia lakini. Na nyie yakwenu ni nzuri kwa sababu mtu ambao mimi narudi kupumzika, nyinyi ndio mnatoka, halafu jua linawaka. Mungu anaona, wasiwasi mchana na unaona mambo mengi. Haya bwana, pumzika salama, haina tatizo, sisi tuwajibike. Naingia hapo, namwacha anachukua daladala. Haya bwana. Ubarikiwe bwana, unanichosha bwana na wewe okay. Kila wakati haya... Haya. Toka bwana. Ndio anarudi. Ndio anarudi sasa hivi, na hilo lituita juzi kikao. Unaonaje leo twaahirishe kwenda kazini? Mimi nipo tayari leo nisiende kazini kwa sababu huyu kijana anapofika sasa ndani, tumekuwa kama tunalea familia ambazo hatuna mpango nazo. Ni ni, ni kweli kabisa. Kwa hiyo mimi nachoomba tufike nyu, nyumbani. tuende nyumbani tumvizie kwanza. Tangulia ah, bwana nani anayempigia na, na baba mwenye nyumba. Mimi ninachokiona kutoka rooni yule anatuona sio akili zetu sisi. Sisi tunapoenda kazini, yeye anakwepo nyumbani, yaani yeye yeah, anaenjoy na wake zetu kuliko sisi. Ni, sasa ngoja kwanza Le, leo tu tu tu tu tu tunamkomesha leo, sio kumkomesha. Ndio unakapojua kama kuna mke wa mtu alafu kuna mali za watu. Ah, washemechi wangu

tu na na na unapika wali kweli? Sasa kama fanya jambo jambo moja basi basi, kama kawaida ambavyo unafanya, keti naweka chochote basi shingapi na kutunuku tu buku. Na wewe si unajua, naponiwako hapa, tuna shemeji wangu niko mwenye ndani, basi haina shida. Alafu na jambo vipi, na vingua vili vitatu nini uvichemshe chemshe, sawa, haina shida wewe Katangu wameoa. Hiyo ya ndio mambo ya ujirani. Mm-hmm. Ujirani ya ya wa jirani mambo ya hivi. Ya ushemeji. Ya ushemeji, ushemeji na ujirani mwema ndio inaleta nani chochote. Eh, sikupiki zi, shemeji yako. Dhibiti, hiyo dhibiti si ya kujikimu.

Laambgaki kwani una jambo nini? wajirani wa nini? kaa chini, ibuku ya nini? umempa msikilize? Wangu Mama Rosi, mimi ninaondoka na kwenda kazini. Njoo Mama Rosi, napoongea we unaanza kukimbilia chumbani. Njoo hapa hapa, Mama Rosi Kwani jirani bwana, huyu ni mpangaji huyu ni kama apanga kama. <coughs> Si mimi nakuachia wewe hera ya kupika chakula, mnachanga na huyu yaani, unarisha huyu hapa ndani kwa ubaya? <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Nini ya kazi msukuma wa kula hapa ndani? Unajua kaka, ngoja namwambia jambo moja. Serikali yetu ina uchirani na China na, na, na, na no, ni. Marisa, wewe mkubwa, hebu usiniambie mume wangu Sherazaro, nakuomba hapa baba mwenye nyumba uje mara moja. Huyu kijana uliyempangisha hapa hatutaki kukana muni, hana kazi, anafanya kazi usiku mchana na mashinda na wake zetu, tukiacha mia tano elfu tano na changisha changisha, anakula kwenye nyumba ya wenzangu, amekula kwa huyu baba. Huyu nani? Uyu ongea na baba, kila mtu amwambie Ha. anafuriwa ipo siku atapiga deck, tunakoma mara moja kwenye kikao. Huyu anampa mke wangu buku, amenekewa sana. Yuko njiani. si si, si, hatujajenga lakini tunacho miliki humu ndani, tunamiliki hao wanawake. Hey, kweli kabisa. We angalia kitendo alichokifanya hichi. Ah, one da, ah, na usumbufu wa kitandio, maana tumesema labda tukwite kuja kukuelezea kidogo, ndo amekaa kwa ajili ya usalama wake mwenyewe huyu ume tumekaa kikao kama wiki tukiwa tunamtega baadhi ya vitu tu, lakini tumeona kwamba hili ni tatizo. Wewe kama unavyojua, mimi mke wangu huyu hapa, eh. hey, hey, hey. mke wake huyu huyu hapa hey. mke wake huyu hapa hey, hey. sisi wote tunafanya kazi, yeye chumba chake iko hapo eh. hey, hey. sisi tukienda kazini yeye hey. hii uwanja na utawala wote anabaki hapa, anabaki hapa, wake zetu anawafurisha, anawapikia wanamfagilia wanafanyia usafi kiujumla, yani kama kawaoa wote hao watatu wakiwa wanaosha vyombo, macho anawaangalia minamo yao anawaangalia mifuo yao. Huyu sasa, sisi ombi lako kwako, kwa, kwa sababu sisi hey, sisi ni wapangaji wako, na sisi hatutaki kugombana na huyu, hata tukikutana mtaani. Sinaomba utondolee huyu, hatutakikana batira, tutamuua huyu. ana mke hapa no, sisi yeye tumeoa, hana mke tunakaaje naye? Mtu ambaye ni muhuni hana mke anakaaje na tulioa sisi. Hapa tunataka hii nyumba tubaki tulioa, huyu bwana aondoke, ili tuondolee mtu huyu sawa. Hebu sa, sikilizeni kwanza ha. Eh, haka kachakua katatizo kakubwa. Kwa hiyo nyinyi mnataka haka kaondoke, kwa sababu mke hakana mke a kakija kanawaomba na kakiya, kana mwaomba wake zenu wawafanyie kazi zake ndogo ndogo. So, eh, na, na, na, ha, vingine hatujui Sawa gia box mbovu. We mama umelazimishwa kufanya kazi za huyu? Hapana. Mimi namsaidia tu kama jirani. Unamsaidia nini? Alikuwa hapa kanaleta barua alikuwa hapa kanaleta mahali. Ah, tulia mzee, tulia. Tuna hiki kikao cha kabusuru. Sawa baba, sawa. Eh, we mama ulilazimishwa kufanya kazi yote na haka nini? We, we ndo nani? He, he, we, na we mama huko anakulazimisha huyu? Hapana, huyu ni shemeji yangu tu jamani. Haya. Ha, kakosa kako wapi sasa kwa huyu? Hatutaki kana bache. Eh? Tutafutie mtu ambaye ana mke ili, Ah, mambo yote yaende. Nisikilizeni, mimi yote ni wapangaji wangu huyu, wakati anakuja kupanga hapa Mona, tulielewana na katika mkataba wake hakuna sehemu niliandika lazima uowe. Kwa sababu sasa unaenda kuongea vitu vya maana, sasa hapa maamuzi. Hey, kiti hey, ni baba. Kwa kuwa unaongea maamuzi ya kurinda ndoa yangu, kako ni kiti eh, na hata kako ni kiti, kako baba. Kwa hiyo haka mbona karibu kuja hapa kwenye mkataba kangu, mimi sikukaandikia kwamba hapa lazima uwe na mke ndio ukae, umeelewa? Eh, tumeshaelewa. Alafu sasa katika kauli paji ka kodi hakuna kajitu ambako hakasumbui kama haka ana majukumu kura na kura kwa wake zetu atasindaje? Mpaka leo nakudai miezi miwili hujanilipa, nilipa wewe. Nakudai mwezi mmoja wewe, sema mwenyewe. Juzi Fu, ndio umemalizia kakodi kwa miezi sita hapa, lakini huyu mimi sipatika shida nako majukumu kama aha. Mnataka vipi nyinyi? Mnaona wivu kwa wake zenu. Beba mkeo sepa. Unasemaje baba mwenye nyumba? Yaani kama unakaa hivi kupitiliza, beba kamkeo sepa. Kwa ajili ya wewe muhuni. Ah, kanalipa kodi aka. Sisi tuna familia, nina mke. Hey. Mama Rose huyo hapa ana tuna, tuna, watoto huko ndani. Huyo hata ukimtoa sasa hivi anaweza kwenda kwa baba zini kwake. Ah ah. Wake zenu tukimwambia aondoke sasa hivi hana cha kubeba, hana ah, cha kupoteza. Sasa mimi nakula kahera, nipe kodi ya miezi sita nikupangishe kachumba kake. Aondoke. Unasema eh, ujasikia? Kwa oh. Oh, uenda azimu na ujinga ujinga unaoendelea hapa. Wewe ndugu yangu. Na kujua na vidonda, ndugu yangu, kila mtu hapa achukue mke wake Ewa. Sasa, wewe baba mwenye nyumba baki na masera, sisi tutakwenda. Mimi nikiingia kazini, wife anakaa hapa napiga, ma mamishe ma, ma, ma, baadaye narudi na mama kaa hapo sasa na niko na kajambo kamoja, nataka napumzike kwa sababu kwa sababu ya maka weka pumzike. Mimi nimekutetea hapa, hakuna kashida we, haka kanyumba ka kwangu nami ndio nimekajenga, kakupanga kajambo moja Eh. Hey. MC hivi ji. Asante sana ah, alafu pitisha pitisha basi kwa hiyo hey. nani? Yaani hivi vingo vichemsha chemsha wakati mimi napumzika. Wewe una una, una, una una utindio wa ubongo? sina utindio wa ubongo. Yaani mimi unifurishe nguo zako. Si ndio maana akakuba buku baba. Akakabuku ndio nikufurie. Eh, hey, uzipashe pashe tu kia kinamna. Ah, subiri sana nikakuandike ka notes kako. Ah, wewe mjinga. Ah, mjinga. Niko na kataka napumzike. Wewe mi mimi unanifurisha nguo mimi. Basi ro buku kwanza. Wewe unaelekea una yes. kunitongoza? Ah, na no, sina maana hiyo mzee wangu. Sasa ngoja. Yeah, mzee.